Pia si <laughs> uh, vilevile si, si sawa mimi kuzungumza mbele ya shekhe langu Sad Omar, kwa sababu huwa shekhi maanan wa lafdhan, yule ni shekhe langu, maana kimzaha kumaanisha ama kuteza na sheri lakini, kwa baraka ya, ya gavana wa tarika wa Mariakani, inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuzungumze katika yale ambayo huenda yakanufaisha ndugu zangu mimi Mariakani nafikiri sina miezi mingi, takriban miezi minne mitatu, lakini katika mawalidi ambayo nimehudhuria ni miongoni mwa maulidi ya Sharifa Aidarus. Kabla hajazungumza yeyote alisimama akazungumza akasema, jamani, haya maulidi kwa nini hayatuathiri? Yani twamsoma mtumi, kwanini kila mmoja akiondoka asiondoke na tabia moja ya mtumi? Kwanini akiondoka seme mtumi alikuwa kadha kadha, na mimi kwanzia sasa nitakuwa kadha kadha? Na leo insha Allah, nataka tuchukue tabia moja ama khuluq katika akhlaq moja mtumi sallallahu alaihi wasallam, katika miongoni mwa tabia alikuwa ni rahma alikuwa ni rahim sana, ni mtu ambaye anasikitika daraja ya mwisho. Siku moja Mtume alikania sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi nikiingia msikitini, wallahi masahaba watanikoma namna nitakavorefusha swala, nitaswalisha swala ndefu ambayo sijawahi kuswalisha. Mtume akaingia msikitini, kiblani, ikayoanza kuswalisha, hadithi yasema fa asma'u bukaa sabii. Wakati mtume yosalisha, mtume asema nilisikia sauti ya mtoto mdogo wakati wa yalia. Pale pale pamoja na kuwa nimekania, pamoja na kuwa nimewahidi masahaba, fa atajawasu fi swala, pale pale swala nikaifanya fupi. Sababu awakauliza masahaba, kwa nini umepunguza swala? Asema, khashyatan <tapos> Ana ashuka ala ummi, mimi namwonea huruma sana mamake, wakati mtoto akilia, mimi na mimi sala yangu so nimerefusha kwa hivyo nimepunguza sala kwa sababu <tapos> ya kilio cha mtoto. Nokta ya kwanza. Nokta ya pili, mmoja sahaba alienda kiblani akaswalisha. Alipomaliza kuswalisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaita masahaba wote akawakusanya. Alafu akawaambia masahaba, "Idha salla ahadukum bin nasi falyukhaffif salatahu." Mmoja akiingia kiblani kuswalisha, aswalishe swala fupi. Yote hii nini? Rahma ya Mtume. Alafu Mtume alimaliza sema, "Wa idha salla bi nafsihi falyutawwil ma sha'a." Akiswali mmoja peke yake arefusha anavyojisikia. fa inna fihi musaghira fa inna fihimu lkabira wassakima waldhaifa, ndani ya sala kuna watu wazima, kuna watoto wadogo, kuna watu wagonjwa, kuna watu wamekuja afya zao mbovu. Kwa hiyo Mtume ni rahmatan lilalamin. Nukta tatu: Mtume alipata habari kwa Nana Aisha akawambia masahaba wafanya wiswal ni mtu aunganishe saumu, ikifika magharibi asifungue ya pili siku ya tatu. Akapata habari baadhi ya masahaba wanaunganisha, kwa sababu mtume alikuwa akiunganisha. Alipopata hiyo habari mtuekasiia akawaaa yeah. anan